Naitwa Peter Jackson Mwashiki, mwenyekiti wa Chadema Wilaya Mbarali. Nimekuja leo kuungana na wenzangu hapa kutaka kuhakikisha tunalisukuma jeshi la polisi liongeze bidii ya kumtafuta Mdude, na tunaamini hawamtafuti wanaye, kwa vile mke wake akisema waliokuja ni polisi na tuna ushahidi kweli waliokuja na polisi, tunaamini Mtude wa, Mdude wanaye. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kwa leo kutoka Mbarali, na kamati ndaji kuungana na wenzetu kuhakikisha tunalitaka jeshi la polisi liweze kumtu, kum, kumtuletea Mdude ili aweze kuungana na familia yake. Tunaamini ni mzima, sisi binafsi kama chama tunaamini ni mzima. Kwa hiyo sisi kama chama tunataka jeshi la polisi iweze kutusaidia Mdude jeshi. Sisi muda hatuna, tutakaa mpaka pale Mdude atakapopatikana. Hatuwezi kusema tutakaa kwa muda gani, tutakaa mpaka Mdude atakapopatikana. Tutakuwa hapa tukiungana na wazee. Kukaa hapa pengine ni gharama, kula, kunywa, kulala na kadhalika, mejipanga mm. Tunajipanga na tunaomba wadau waendelee kutusaidia hapa. Ili kambi tunasaidiwa na wanachama na wadau mbalimbali, na kama nao wanatusaidia, tunaomba watusaidie kuhakikisha ili kambi halivundiki, ili kambu ya tuweze kusukuma jeshi la polisi lituhakishie linatuletea Mdude Nyagali. Sana na viongozi wangu wote wa kamati tendaji, katibu wangu wa wilaya li mwenezi, baraza la wanawake na baraza la vijana wote tu, tu, tuko nao hapa kambini kutoka mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali. Kama leo tupo na kama kamati tendaji nzima ya ya jimbo la Mbarali wamefika hapa na wamekuja kutuona. Wamekuja kuwa sehemu ya timu ambayo inakusanya mawazo, inakusanya taarifa na inatafuta mikakati ya kuhakikisha kwamba tunampata Mdude kwa sababu hakuna ah, mwanachama yeyote na kutoka kanda hii ya Nyasa nikizungumzia kimaalum ambaye amekubali kwamba swala la Mdude liachwe kama ilivyo. Bado ari ya wanachama ya kumpata Mdude akiwa hai ni kubwa, na ndio maana unaona wamefika, lakini pia kama unavyojua sisi Chadema family wamekuja ah, hawajaja mikono mitupu Wametoka Mbarali, wamekuja na kilo kadhaa za za za, za za za mchele ambazo ni nyingi kwa kweli. Tunawashukuru sana kwa ajili ya kuendelea kulisha watu ambao wako hapa hapa kambini. Wameleta mafuta, wameleta vitu mbalimbali, kwa maana ya vyakula ambavyo vinahitajika. Kwa hivyo, hao ni kutoka Mbarali, wapo ambao wako wametoka Songwe, wapo uh, wanaotoka mikoa mingine na wengine wameondoka, wengine wanaingia kwa hivyo kikubwa ni kwamba wanakuja kutafuta suluhu na kuchukua sehemu ya kumpata Mdude. Bado chama tunaendelea kuhudumia uh, familia ya Mdude, tunaendelea kuhudumia watoto, tunahudumia mke wake na na familia kwa maana ya wazazi wake. Bado wanamtaka mtoto wao akiwa hai. Uh, na ni bahati nzuri hata hivi leo pia na wenyewe kule kuna waandishi ambao wameenda kuzungumza Kana, matumaini yetu ni kwamba Mdude bado yuko hai. Mdude anashikiliwa na jeshi la polisi ama anashikiliwa na nani, lakini mioyoni mwetu tunalotumaini tuna, tuna, tuna, tuna, tunalo, kwamba Mdude yuko hai na atarejea akiwa mzima. giani, ni wakati gani ni, ni Mungu anajua, lakini ni nguvu yetu sasa ya kumtafuta. Ndio maana tunaendelea kukutana hapa, hatuchoki. Ni kazi ngumu kwa kweli, siku zinazidi kwenda lakini ile nia ya kumpata akiwa hai inashinda maumivu yote ambayo tunayapitia kwa sasa.